Jeshi la Polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam, kuelekea sherehe za mwaka mpya, lina jukumu la kuzuia na kudhibiti vitendo vya kihalifu katika maeneo mbalimbali ya mbali jiji la Dar es Salaam kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama. Jeshi la Polisi linatoa li tahadhari kwa wananchi wenye tabia ya kuchoma matairi barabarani lakini pia wale wenye tabia ya kupiga baruti au fataki barabarani au kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, kuwa watakapofanya hivyo, ikibainika wanatenda vitendo hivyo, watashughulikiwa haraka kwa kadri inavyowezekana, huku jeshi likizingatia misingi ya kisheria. Jeshi linapiga marufuku uchomaji wa matairi barabarani, lakini kupiga fataki au baruti kwenye maeneo ambayo hayakupewa vibali kulingana na mazingira ya kiusalama. Aidha, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kushirikiana kwa karibu sana na wananchi na viongozi mbalimbali mbali wa nyumba za ibada ili kuhakikisha kwamba ibada zote zinafanyika katika mazingira yaliyo salama. Mwisho, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwakumbusha wananchi kuwa makazi ya wananchi, lakini pia ofisi mbalimbali mbali, pamoja na maeneo ya biashara yasiachwe wazi bila kuwa na uangalizi katika kipindi hiki cha sikukuu, lakini hata katika vipindi vingine mbalimbali vya mbali, shughuli za kiuchumi na za kijamii. Polisi Dar es Salaam inawatakia kila la heri wananchi wote wa wana Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla kusherekea kwa amani sikukuu hii.